Naibu waziri mkuu Dr Doto Biteko amesema hayo wakati wa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kituo cha kimataifa cha nishati cha Tanga kwa ajili ya gesi ya kupikia ya LPG katika eneo la Chongoleani jijini Tanga, Juni tano na kusema kuwa ni muhimu ajira zianzie kwa wazawa. Tumefanya uchunguzi wetu, tumekuta kila aina ya kazi, hata ya kusogeza chepe hadi kupika chakula, ilikuwa bahati mbaya ilikuwa eti lazima iwe kampuni kutoka nje kutoa hiyo huduma. Anapewa mtu kutoka nje ya nchi, na yeye anakuja kumwajiri mtanzania kufanya kazi hiyo hiyo. Niwaombe wawekezaji wetu, kwa mradi huu unapokuja leo, pamoja na ajira itakazotengeneza za watu mia tatu na ishirini, wakazi wa Tanga na Tanzania kwa ujumla, na kwamba baadaye tutatengeneza ajira zaidi ya elfu mbili kwa watanzania wote mradi utakapokamilika, kwamba tuangalie utaratibu ujenzi wa mradi huu, kwa kweli hatuna sababu ya kutafuta kampuni kutoka mbali wakati wako Watanzania wenye uwezo wa kufanya hizo kazi. Waziri wa Viwanda na Biashara, Dr Selemani Jafo amesema serikali ina mpango wa kujenga viwanda kwa nchi nzima ambapo mpango huo utaanza mwaka huu, lengo likiwa ni kuzalisha ajira milioni 6.5 na Tanga ikiwa miongoni mwao. Tuna mpango wa ujenzi wa viwanda 9,048 ambao mpango huu unaanza mwaka huu mpaka mwaka 2031 lengo kuzalisha ajira milioni 6.5 kati ya hizo ajira milioni moja na elfu arobaini ni direct employment miongoni mwa mkoa tuna utarget sana ni mkoa wa tanga katika ujenzi wa hivyo viwanda hatuna mashaka hata kidogo kwa kazi kubwa unaofanya katika azima nishati viwanda vyetu vitaendelea kushamiri vizuri kuhakikisha mchumi wetu unasonga mbele nchi yetu tunahitaji mahitaji yetu ya simenti ni tani milioni nane kwa mwaka leo hii production yetu ni tani milioni kumi tuna surplus ya tani milioni mbili lakini katika hizo zote zaidi ya nusu ya mahitaji haya yote yanazalishwa Tanga. Piga makofi tafadhali kwa viwanda vya Tanga. Kwa upande wake, kiongozi wa Asasi Grupu Ahmed Salim Abir amesema sababu ya bei ya gesi kuwa juu ni kutokana na mchakato wa manunuzi ya pamoja na kupunguzwa kwa gharama za ununuzi kuwa chini, hivyo kuwawezesha wananchi kuipata kwa bei rahisi. Mradi huu utaleta imani kwa wawekezaji, utachangia katika malengo ya viwanda vya ndani na kutupa Tanzania nafasi ya kuendelea kuwa kinara wa mabadiliko wa kuelekeza matumizi nishati safi barani Afrika. Kwa msingi huo, uwekaji wa jiwe la msingi leo si tu ishara wa kwanza kwa ujenzi wa kituo hiki cha LPG, bali ni ishara ya matumaini na mabadiliko na mshikamano katika kujenga taifa lenye afya bora mazingira safi na endelevu. Awali, Mkuu wa Mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani, amesema mkoa huo kwa sasa una miradi mingi ya uwekezaji ambayo inaufanya kuwa kitovu cha maendeleo na hata mapato ya taifa kuongezeka katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Kama mkoa tumepata zaidi ya trilioni tatu nukta nane nne kwa ajili ya miradi ya maendeleo lakini pia katika kipindi hiki cha miezi kumi na moja yaani Julai hadi yani Mei, tumeona mafanikio makubwa sana katika sekta mbalimbali za kiuchumi, lakini vilevile kwenye pato la mtu moja moja tumeweza kuongezeka kutoka milioni mbili nukta saba mwaka elfu mbili na ishirini uh, hadi milioni tatu nukta mbili uh, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kutoka hapa katika eneo la Chongoleani lililopo jijini Tanga, Rajabu Athumani, Mwananchi Digital.